Uh, jambo jambo wakongomani kongomani wote tunawasalimu katika jina la Yesu Kristu Mwanazareti. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbira John. Please, please RFI ndio na wapatie wa message. Leo tuko siku ya tatu, siku tatu mwezi wa kumi na mbili. Naambia wakongomani wote surtu zone ya Uvira na wazalendo wote jeshi nzima ya serikali yetu ya Kongo ya FRDC na wababa wa mama wakaka wadada nawaambia kwa muda na saa hizi za asubuhi, msiogope na katika mji wa Uvira musipewe mamesaje ya ongo. Adui anakimbia na adui komoga, na adui na adui komoga na adui anaenda na kupanike tu kusema hivi na hivi watu wakimbie. Sisi hatuogopi chochote kiongozi, chifu iko pale, wazalendo tabiko pale na zingine forces zote ziko zinapigana. Watu msiogope na kama watu wanakimbia watu wanatoka mu maeneo pale uh, fuasi banaeta rubarika ingine sehemu wanaogopa milio za silaha kubwa kubwa, yaani pale ni vumbi na yacho kabisa, na jua m3 ilitia kilolo matako ya kobe, ilitia kilolo matako ya kobe. Na kama walisahabu wengine wajeshi biko nor kivu wala Bukavu babalete kama balikuya na vemil Balete ikuwe 40,000, na kama balikuya na 00l balete ewe kama balikuya na miod soda bakuya na 00 milio solda, katika jina la Yesu Kristu mwa Nazareti tunawapiga na tunaendelea kuwapiga, tunahakikisha mpaka tulale Kamanyola kwa hii muda wa leo. Kupitia Yesu Kristu mwa Nazareti, kuraje FARDC, kuraje wazalendo, kuraje Kongo mzima. Asenti, Mungu atubariki, tuko pamoja kupitia Yesu Kristu mwa Nazareti. Musonge mabugali, mukule kabisa, mukoge mukunywe. RFI please, please, kadanda. Mungu awabariki sana, katika jina la Yesu Kristu mwa Nazareti, amena.